Na mtazamaji wa Faida Online TV. Hapa ni kwenye eneo la dampo ambalo linapatikana kwenye maeneo ya Magomeni tulivu, kwenye kata Magomeni eh, manispaa ya Mtwara Mikindani maarufu kama Soko Bati, ambapo asubuhi hii Faida Online TV tumepokea taarifa ya kutupwa kwa kichanga katika eneo hili, ambalo mpaka sasa hivi eh, hakijajulikana kichanga hicho mama yake yuwapi, lakini tumeona watu mbalimbali wakiwa wanaenda kwa waganga pengine kutafuta watoto, lakini kuna ukatili huu ambao tunashuhudia leo. Mama anazaa mtoto na anamtupa hapa dampo, hatujui kama alikuwa amemtupa akiwa hai au mfu, lakini mpaka sasa nazungumza nawe, mtoto huyo yupo ndani ya ya ya kiroba kiroba. Amekutwa na mama ambaye alikuwa anakuja kutafuta chupa chupa kwa ajili ya kwenda kuuza. Alivyomimina kiroba, badala ya kutoka chupa, kumetoka mtoto wa binadamu. Faida Online TV tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kujulisha taarifa hii. Tumezungumza na baadhi ya mashuhuda wakielezea kwa upande wao namna walivyoguswa na tukio hili. Mimi mimi naitwa naitwa Karim Faida, hii ni ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe kwa like na comment channel yetu, ili endelee like, kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Mimi kwa majina naitwa Zuhura Mrisho Kapembe, mm-hmm. Ni mkazi wa Magomeni Tulivu. Shughuli yako ni nini? Mimi shughuli yangu ni mama mjasiriamali. Nafanya kazi mbalimbali, hususani ni mojawapo hii ya kuokota vyupa kama hivi kwenye vizimba ehe, na kubeba takataka majumbani, ndio shughuli yangu kubwa mm. Sawa, tusimulie ulipofika hapa dampo ulikutana mazingira gani na huyo mtoto, mtoto umekutana naye katika mazingira gani? Aha, mimi kila Jumatatu wanapita majumbani na kusanya takataka na kuzileta dampo. Nikishamaliza zoezi hilo, basi naendelea na zoezi la kukusanya vyupa. Basi nikifika na mimina kiroba kimoja hadi kingine nikikutana na vyupa na chukua. Baada ya kumaliza hapo nikasogea eneo la pembezoni huku mwa dampo. Eh, sasa moyo wangu ukawa unanirejesha niende pale nikamimine viroba. Nilipofika nimemina kiroba cha kwanza nikakutana na vyupa nikatia kwenye kiroba. Nikamimina kiroba cha pili nikakutana na vyupa nikatoa. Hiki kiroba cha tatu nakishika kukimimina ndio nakutana na mtoto kama huyo ehe, eh. Kitoto chenyewe kinaonekana labda kama kina umri gani ulivyokiona? Ah, mimi naona mtoto yule amekomaa kabisa. Yule atakuwa yani ameshakomaa kafikia umri wa kutoka duniani na amezaliwa moja kwa moja. Ehe. Kama mama, umeona mazingira kama yale na mtoto umeona ametupwa pale, kuna watu wanatafuta watoto, wanaenda hata kwa waganga kutafuta watoto. Umemwona mtoto katika mazingira kama yale, umejisikiaje? Kwa kweli, nimejisikia vibaya, kwanza moyo wangu umeniuma sana, maana sikutarajia kama mtoto wa kike aliyezaliwa na yeye akafanya jambo kama lile. Kwa kweli nimeumia kisaikolojia. E, asante. Una wito gani kama mama? Mimi nina wito kama mama, yani ingependeza zaidi pangefanyika msako nyumba kwa nyumba. Nadhani huyu aliyefanya tukio hilo, serikali haishindwi na mkono mrefu, anapatikana tu kwa haraka, achukuliwe hatua kali kabisa, e, maana ni muuaji huyu. Mm. Nikushukuru sana. Asante. Kwa jina naitwa Zubeli Mohamed Zubeli mkazi wa e, Magomeni Utulivu maeneo ya Magomeni hapa e, maeneo ya Sokobati, leo asubuhi tumepata tukio la, la ajabu la kusikitisha sana ambalo limetuletea simanzi kwa maana sisi e, wanafamilia wa Magomeni, lakini vilevile vile kwa Watanzania kwa ujumla, kwa maana tumepata e, kuona hapa nyuma dampu kama navyokuona kwamba kuna mtoto kichanga kimetupwa na kinakadiriwa kama kina siku moja. Eh, kama siku moja hivi ni tukio la kusikitisha sana, na niseme tu kwamba kwa, kitendo ambacho kimefanyika, kwa, kwa iwe, iwe baba au mama, hasa iwe, iwe mkwa, kwa Mtwara, au wengine wote kwa jumla, hiki kitendo ni cha kukemewa. Ni kitendo ambacho sio cha kiutu na sio cha kiungwana. Nyie kina baba au kina mama, kama mmeamua kupata mtoto, ni swala la msingi kuona namna gani mnaweza kulea watoto ili waweze kutusaidia baadaye, kama hapa unavyoona wote, ni watoto ambao wamekuja hapa, ili ni toto ni taifa la kesho. Binafsi nimeguswa sana na nafikiri mwandishi e, wa habari umeona jinsi nilivyokuja hapa baada ya kusikia tu tukio hile, sijavaa suruali sijavaa taulo hapa, kwa maana ni, nimeguswa, na kuona na kwa bahati mbaya habari nzuri nimeweza kupata eh, kufunua hapa nikaangalia, ni mtoto ambaye ni mzuri, mtoto mwenye afya bora, katimia kabisa, nywele kama amezaliwa. Ni, ni ni mtoto mzuri. Ni kitendo ambacho cha kikatili ambacho akipasi kufumbiwa macho moja kwa moja. Kama kuna uwezekano na mwingine, jeshi la polisi eh, wakishirikiana na wanajamii wa hapa, lakini vile vile eh, wenye viti na watendaji na, na wa, wa kata hii Magomeni au hata nje ya kata hii, watoe ushirikiano moja kwa moja, huyu mtu akamatwe na sheria ichukue mkondo wake. Kwa jina naitwa Fikira Hassani mkazi wa Magomeni tulivu hapa, Sokobati. hapa Sokobati tumeona hali ambayo imetokea hapa. Wewe kama mama umejisikiaje? Nimejisikia vibaya sana nikiwa kama mimi mama kama mama wengine nimejisikia uchungu nimejisikia vibaya. Kwa nini mza, mwanake mwenzetu amefanya hili tukio la uzalili la kumzalilisha kwanza mtoto kwanza uzalili mwenyewe kwa pamoja na jamii inakuwa inaelewa vibaya na vizazi vyetu ambavyo vinatukimbilia sisi inakuwa sio kweli wa tukio lililofanyika kuna watu ambao wanaenda mpaka kwa waganga kutafuta watoto. Leo huyu anapata mtoto alafu anatupa. Wewe unamwambiaje kama ungekuwa unamuona hapa huyu ambaye ametupa mtoto? Ningemwambia bora ungemtafuta mtu yeyote ukamwachia huyu mtoto ukakimbia, ukaacha, au ungeenda nyumba yote ukamweka yule mtoto ukatoka, watu wangepata nguvu ya kumchukua yule mtoto akamlea, wakakusaidia malezi, na kama kuna huduma alikosa, angeenda hata kwenye vyombo vya serikali akaomba msaada akasaidiwa kulea yule mtoto kama anavyolelewa na wengine. Tupo wanawake ambao tunalea watoto ambao hawana baba wala wana huduma, lakini tumejitolea kusema tulea watoto wetu watatusaidia wenyewe maisha yetu. E, kwa jina naitwa Sulemani Isa Mingange, mkazi wa Magomeni Kagera. Tuambie mzee wangu, umefika kwenye eneo la tukio, hali ulivyoona, umejisikiaje kama mzazi? Kwa kweli ni huzuni, alafu inatuvunja moyo sana kwa kina mama. Unaona sasa, huyu mama anapofanya mambo haya, kwa kweli anatuvunja moyo, maana huyu ni mama mtoto azai mwanaume. Sasa wanapokuwa na moyo wa kihuni wa kikatili, kwa kweli tunashindwa kuwaamini. Wasifanye hivi na humo majumbani tunamokaakaa humo, tunamoka, humo, chunguzane tuchunguzane. Kwa yule ambaye anaonekana ana ujauzito alafu baadaye haupo, tumchukulia hatua. Kina mama nyinyi, musituvunje moyo. Huu ni ukatili mkubwa sana wa kumchukua mtoto na kumtupa kijalani kama hapa, haifai. Kwa majina anaitwa Ahmadi Yusufu Namkalava, mwenyekiti wa Magomeni B. Kwee kuna tukio la kutupa na mtoto hapa Dampo Magomeni Sokobati, ni mdogo kabisa, ni mchanga. Mtu wowote aliyekuwa mjamzito na ana mtoto mtoto wake hajapatikana na ujauzito umetoka bila kufahamika akamatwe. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV kama tulivyosikia mashuhuda akiwepo mama ambaye ndiye amegundua mwili huo katika eneo hili la dampo ambalo linapatikana hapa Sokobati, nae kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, SACP Issa J Suleiman, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo kwa njia ya simu na kusema mwili wa kichanga hicho umehifadhiwa kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula na kichanga hicho ni cha kiume. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati, naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri, kutokea hapa.